Kau kijua kabisa, Mandonga mtu kazi mtu wa kazi. Ukinipigia kani mkupigia, nani kupigia nani kupigia. Sasa, natoka Tanzania, ebwana, na kwenda nchini Kenya, Mkoani Nairobi, namfuata ganze ni unyango. Ganze ni unyango, namfuata Kenya, lazima ajue Mandonga ni mtu wa aina gani. Na kametea soga ni ngumi ya kigeni, hata furahi sana. Gumi hiyo, imetoka kwa Osama Bin Laden Pakistani, ebwana, wewe ganze ni unyango. Tunakubatiza jina kuanzia leo We, Ganzeli finyango ya nyama, Ganzeli finyango ya nyama. Kipigo kina kuhusu, Kutakutana Mandonga mtukazi, Kutajuta kuchaliwa. Ee bwana we, Nairobi hapo Mlimani, Ukumbi wa Red Room, Mandonga mtukazi, Tarehe mbili. Ee bwana we, Nakutana Ganzeli Onyango, Nimembatiza jina mpya, Ganzeli finyango ya nyama. Ee bwana we, Nakuletia ngumi, Inaitwa sugunya, Ingumi Imetoka Pakistani.